Nimeona baadhi ya clip watu wakinitag kila mtu akiongea lake. Nimeona kila mtu anazungumza kuhusu mimi and I don't know what is going on. It, what is going on on social media? I saw some rumors. Someone tells me that alimo uh, nimeona, sijui kuna kijana anaitwa sijui nani sijui nani kijana mmoja anaongea mtandaoni huko. Hawa vijana vijana wenu. Nimeona pia kuna baadhi ya peji za udaku sijui za umbea zinaposti gari zangu. Ndio, zile ni gari za gharama. Gari moja pale ni 1.5 bilioni <laughs> alafu gari nyingine pale ni ni ni, ni, ni milioni mia saba. Kuna gari ya bilioni moja na milioni mia tano, alafu kuna gari la milioni mia saba. Ukijumlisha zote zinakuja kama bilioni mbili na milioni mia nne, ambazo wewe unayetazama hii video hujawai kushika mpaka unakufa mbwa. We bado unakaa amefulia, amefulia, unafikiri kufuria kwangu mimi kutakuwa sawa na kwako wewe ni vitu ambavyo haviwezekani. Yaani wewe unasema nimefuria, baada ya ya gari za bilioni 2.4, bilioni 2.4, bilioni 2 na milioni mia nne, gari za bilioni mbili na milioni mia nne unashangaa kuwa zimebebwa. Sasa unataka itembee zipate pancha? Unajua bei ya tide. yes, yes yes yes, brother, bro Alishatoka. Alisha juu siwezi kumwongezea do, siwezi kumwongezea pesa hapo ya nauli na nini. Basi fiti. Basi nitachukua morning basi fiti. Ta -ta. Hii pete peke yake hii niliyovaa ni pure gold. Hii unayoiona hapa mkononi, pure gold hii. Kwa pesa za kibongo bongo bongo tunatafutana, hii moja, mbili, tatu, nne, tano hivi. Mtu aliyefuria anaonekana kama mimi? Umeona hii saa hii, saa ni pure gold. Unajua ni shingapi? Mtu aliyefuria, hiki kiatu, kwanza angalia boots hii, wanaojua ndo wanajua. Unajua bei ya hii? dola 3500 hiki kiatu 3500 na hii unayoiona nimevaa huku juu. Hizi ndio maana uone mafala mafala wakivaa hizi ni nguo ambazo tunavaa watu tuko na doa you know. Uh, hebu andika kwenye comment hapo. Nishika na shida na kiasi gani kutumia. Najua njuu njando nakusumbua, inakusumbua, that's why naongea ongea sana, talk a lot, mnaongea mno. Halafu mimi sasa hivi nishaacha kuongea. Yani mimi sasa hivi naongea kizungu. <laughs> uh, naona mtandao umechafuka, kila mtu aniongelea mimi uh, Yaani mwaka unaanza mi ndo topic ya mwaka. Hapo katikati ndio uh, mimi ndo topic. Yaani ukitoa mimi hakuna topic nyingine. Mnaongea nini? Mimi ndo mtoto mdogo mwenye pesa nyingi kiongozi wa chama na serikali. Niko hapa. Watoto wa mjini hawamini ya macho yao. Hata vipi unachekelea nini? Yaani kinachokufurahisha sana kwenye nguko la mwanaume mwenzio ni kitu gani? Haya, mwanaume mwenzio angalau sasa ashaikumiliki gari la bilioni 200 na milioni 400. Sasa hivi kapokonywa hana lakini aliwekwa nalo ina maana anazijua njia alizozifanya mpaka akalipata. Kwa hiyo kama niliwekwa na pesa na zikaisha ina maana ni njia nilizofanya mpaka nikapata zile pesa. Nina uwezo wa kufanya njia hizo hizo au nikabadilisha zingine. Lakini wewe hujawahi kupata. Kwa hiyo wewe ni mpumbavu. Alafu wewe una akili kwa sababu wewe ukawa hauna pesa ukatuambia una akili. Akili unafanyia gani? Wewe kama una pesa ni una akili na mtu ambaye hana akili hawezi kuniambia chochote mimi. Yani wewe utaingia kwenye mtandao, utacheka, utafurahia gari za Godlove kuondoka, lakini una cha kuniambia wewe? Ni maskini bado. Mimi nina utajiri wa akili, hata kama sina gari. Utajiri wa akili umejaa hapa. Kwa hiyo wewe endelea kufurahia kwamba Chief Godlove amesota, sijui ana hela, sijui nini, lakini mimi nina akili. Wewe una sasa, una cha kuniambia afadhali? Kama hela nilimwahi shika, ninazo kama magari nisha kumiliki, na bado mingine ninayo. Simesema watakuja kuchukua, watume nao waje, watu wachukue hizo gari. Kata video.